Asante sana kana makamu ma, ma, ma, ma wa skufu mkuu Padre posti nchungula kwa kunipa fursa hii. Ni machache tu. La kwanza kwa shukuru yote kwa hayo yote ambayo anaendelea, ikiwa ni maandalizi ya hilo tukio kubwa kwa kweli kijimbo la tene, ni jumamosi na jumapili, lakini kiele chake jumapili tutakapomweka wakfu huyo anayekuja kutusaidia katika kazi, askofu mteule Kududu ambaye tunamfahamu kama alivyosema, alishakuwa paroko hapa kumbe. Niwashukuru sana na tuendelee na maandalizi hayo, na kweli tujitoe, ili yote yawe kama ambavyo tungelitegemea na wanavyotegemea wengine. Naona kwaya wameshaanza huko hiyo aleluya kuu ya Pasaka. <laughs> Bila shaka kama walioimba leo vizuri wataimba vizuri zaidi. Bila shaka itakuwa ni kwaya ya mchanganyiko maalum ya mkusanyiko huo wa kwaya hizo mbalimbali. Kumbe niseme kwa yote ambao, kwa kweli mimi nasema asanteni sana, sikuwepo lakini ndio kazi kwa zimeendelea kama tulivyojipanga na tutafanya mpaka mwisho na tumshukuru Mungu. Tunayafanya yote mwezi wa Bikira Maria. Kumbe tumuombe na Mama Maria atusindikize katika maandalizi yote haya, na atuombee na amwombee Leo mchungaji anayekuja kama ambavyo tulivyokumbushwa, mgeza sisi tulipokuwa Roma siku hii anachaguliwa Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne ilikuwa ni siku ya Bikira Maria wa kombei umbe, umbe tuinyanyuka tukafrai ukazumaa na mama babo yuko pamoja nasi naatakuwa nasi ilegine, tuombe amsindikize awe naye katika shughuli zae. La pini sasa ni kuhusiana na baba mtakatifu Leo kama livyowaeleza, ndo wanasema siku rasmi anapoingizwa sasa katika utume wake kwa alama hizo maalum ambazo atokuja kukabidiwa kuna siku katika maisha ya papa y ya kwanza ya kuchaguliwa, ambayo kwetu sisi ilikuwa ni tarehe hiyo, tarehe nane na moshi ukatoka na sikia watu mnaruka kwejasisilifurahi. <laughs> tote moshi mweupe, lakini basi ni siku ya kwanza, alafu siku ya pili piaka kwanza. Sasa hiyo kazi yenyewe au utume huo wa Petro ambayo sasa kwake yeye Baba Mtakatifu wa kumi na nne alipendekeza, alipendekezwa bila shaka, baada ya kuwasiliana na wengine, iwe hii ya leo ya tarehe kumi na nane ni nzuri, wala utakuwa na nafasi. Sina hakika sasa kama ni saa tatu na nusu ya kule au saa nne ya kule, itakuwa ni saa nne na nusu au saa tano Tuna muda wa kutosha wale siku hizi. Basi vyombo vyetu tuvitumie vizuri, leo ni muda mzuri, leo mwenye simu hizo runinga kutizama, inavyokuwa kama livyotizama. Tunashukuru sana, ilitazamwa na wengi sana, hiyo ya uh, kumtangaza siku yenyewe hiyo. Waliposema unazipapa basi, wengi walifanya, leo itakuwa hiyo, ni nzuri uitizama nani wengine. Tungelisema katika tamaduni zetu ni kama kutawazwa mfalme, anatawazwa lakini, sisi sio mfalme wa kiulimwengu, hapana ni kiongozi mtumishi, anakuja mtumishi wa watumishi. Ai, inaanzia kanisani kwa kanisa kula Mtakatifu Petro, wana e, wenewe watakuwepo aa, wa makanisa ya, ya mashariki watakao kwa ndani humo kwenye kaburi la Mtakatifu Petro hapo. Basi wataanzia hapo kwa kusali. Basi baada ya kusali, chetezo kitakuwepo, watawekwa ubani, watanyunyizia. Basi baada ya hapo wataanza maandamano mazuri sana kwa litania wata kwa litania ndefu hiyo, ambayo itawasindikiza tangu mpaka nje. Ilikuwa ni kama pale nje, ndio ibada taenda kufanyikia huko. Sasa, kati ya alama ambazo wanampatia eh, kwanza wanapotoka pale, wataandamana na palium kama hii utaiona utaionesha, bila shaka pale atakuja kuvikwa hiyo. Alafu atandamana vile vile na pete ya mvuvi ya Mtakatifu Petro, yenye pete yake anaiwa pete ya namna hiyo ambayo ina, ina alama ya Mtakatifu Petro na picha yake, pamoja na nyavu anaenda kuvua. Alafu hiyo na nini hiyo pale basi, pia yani, kama mchungaji wa yote atakwenda kuabeba kondoo kuwatafuta hao ambao wagonjwa kwa tafuta waliopotea atawaleta, ndio alama yake ka na, kwa na Biblia, kwa Mungu, basi, ndio, itafika wakati sasa kuja baada ya Injili ambako kufanyika eh, kardinali ambaye ni sisi makadinali, kuna makadinali wa ngazi tatu: kuna kardinali shemasi, kuna kardinali padri, alafu kuna kardinali askofu. Sasa kardinali shemasi atakuja kumpatia hiyo hiyo pali, ambaye atakuja kumvisha kwa, kwa kusema kwanza maneno fulani, alafu ndio atakuja kumvisha. Alafu atakuja kardinali huyo padri, ambaye ataisoma sala fulani hapo, baada ya kuamimishwa hiyo pali halafu baada ya hapo ndio atakuja sasa kardinali askofu atakuja kum, kumkabidhi kumpatia pete, anampatia pete lakini pete hiyo kwa wote ni pete, pete ambayo inatoka kwa Kristo mwenyewe, ambaye anampatia hiyo kazi ya Petro, kwa itasomo sala ambayo inaonesha kitu hicho, kwamba sasa anapewa hiyo pete ikiwa na ashiria hiyo kazi kubwa ambayo amepewa, hiyo kazi ya kuchukua sasa na kufanya kazi ya utumi wa Petro ambaye alikuja kuimarisha hao, ndio sisi alafu nakuja kuwavua hao watu. Ndio maana ya pete hiyo ya huyo mvuvi. Ni nzuri, ningeliwashauri na nawaomba kama mliofanya mliofuatilia uchaguzi wake na leo tu, tufuatilie vile vile ibada hiyo, tukimuombea aanze hiyo kazi vizuri, kama yeye alivyotuomba kabisa. Mi aliniambia na wengine, alituambia vilevile tuwaombe tushirikiane naye katika utume huo, Tukimwomba mama Maria, huu ni mwezi wa Bikira Maria, mama malkia wa mitume. Basi kwa maombezi yake, hiyo kazi aweze kuifanya vizuri, nasi tushirikiane naye tuifanye kazi hiyo vizuri, yote kwa ajili ya ufalme wa Mungu na yote kwa ajili ya sifa na utukufu huo, lakini vile vile kwa ajili ya manufa, ya manufaa ya kanisa zima la kiulimwengu. Asanteni sana na Jumapili njema.